Uh, jina langu ni Dr. Gervas Kasiga, ni kaimu katibu mtendaji wa Bodi ya Filamu Tanzania. Na tuko hapa Tanga uh, kwa muda wa siku tano sasa na tutaendelea kuwepo kwa siku tano nyingine maanake kitakuwa kwa siku kumi kwa ajili ya kutoa mafunzo na ni mafunzo kwa ajili ya watayarishaji wa filamu wa mkoa wa Tanga hususan ni hapa jijini Tanga na sisi Bodi ya Filamu tuko hapa. Uh, tunashirikiana mafunzo haya na wenzetu wa GOYN, uh, Global Opportunity, uh, uh, Youth Network katika zile hatua zake muhimu nne uh, za utayarishaji wa filamu ambao ni utayarishaji wa wazo la filamu, lakini pia uh, uh, ile awamu ya kwanza ya utayarishaji wa filamu ambayo inahusiana na uandishi wa filamu uh, pamoja na uh, uh, maandalizi mazima ya bajeti na kadhalika, ambavyo uh, hiyo uh, inakuwa ni awamu ya kwanza na tunafanya pia awamu ya pili e, ya production, yani uta, utengenezaji wenyewe na awamu ya tatu ambayo ni, e, uh, ni post production baada ya utengenezaji, ambayo inahusiana na swala zima la uhariri wa picha jongevu pamoja na masoko za kutengeneza filamu ambazo zinakidhi viwango vya kibiashara, lakini pia zinakidhi viwango vya ubora ubora, uh, ubora wa fani yenyewe ya utayarishaji wa filamu a utengenezaji wa filamu ambavyo itaongeza masoko kwa uh, kwa Watanzania wa Watanzania wataweza kunua hizi filamu, lakini zitaongeza pia ushindani wa soko e, la kimataifa. Na wakipata soko la kimataifa, maana yake wataongeza kipato na kipato kitakuwa kikubwa kwa ajili ya watayarishaji wetu wa filamu wa, filamu, wa mkoa wa Tanga. Mimi naitwa Luke Alukamo ni mwongozaji lakini pia mzalishaji wa filamu. Tanga ni kitovu cha filamu uh, hiki tumerithi kutoka kwa uh, babu zetu au baba zetu ambao walikuwa ni waongozaji na wazalishaji wa filamu hapa. Namzungumzia Amri Bauji, lakini tunamzungumzia eh, Mr Siagi. Hawa ndio wazee wetu ambao wa kwanza wa kwanza kabisa walio linki kutoka kwenye filamu za mwanzo za kwanza zinazalishwa lakini kuleta katika mfumo mzima wa kibiashara. Sisi tumekuwa tuki, uh, tukisikia hizo story lakini pia tukizungumza katika hizo story lakini kama filamu jinsi ilivyo uh. na sasa teknolojia imebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo teknolojia inapokuwa inabadilika, na filamu pia inaendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Sasa, uh, ukiwa kama msanii au mwandaaji wa filamu usipokubali kukubadilika kulingana na mabadiliko ya kitabia ya kiteknolojia, basi utaendelea kubaki kule kule nyuma au kulekule kule Afrika kweusi. Kwa kupitia mafunzo haya mimi hapa nakiri kwamba nimetoa ukungu mwingi sana ambao nilikuwa nao, ule ambao nilikuwa nasikia najifunza na leni ambao nilikuwa na leni kupitia elders kwamba vile ambavyo nilikuwa najifunza huenda vilikuwa vinaniacha na kuwa na mawazo mgando, lakini kupitia semina hii au mafunzo haya nimeweza kutoa ule ukoko na ukungu ambao nilikuwa nao kwa sababu uh, mwanzo nilikuwa nafanya kimazoea, lakini kupitia masomo yananifahamisha kwamba naenda sasa kufanya kiu tofauti zaidi na kufanya kwa kucompete kulingana na hali ya kiteknolojia jinsi ilivyo. Mfano uh, mimi nilikuwa sifahamu the way ya, ku, ya, ya kupincha hadithi yako kwa mfano sasa hivi mafunzo haya yamenisababishia kwamba naweza kusimama mbele ya, ya mfanyabiashara yoyote ambaye ya anafanya biashara ya filamu ndani ya nchi yangu na nje ya nchi yangu. Baada ya mafunzo yao, naweza kupitch kile ambacho nakiamini kwamba nachokwenda kukizalisha. ni majina yangu, naitwa Maiko Pita guni, ni mjumbe wa baraza la ushauri la vijana la wilaya ya Tanga, lakini pia ni mwigizaji mtunzi na mtayarishaji wa filamu mara baada ya mafunzo haya, basi tutakwenda kutengeneza kitu ya tunakwenda field sawa, kwa maana kutengeneza kitu ambacho tutakwenda kuonesha sisi tumefanya kitu gani, ili kwenda kuidhihirishia Tanzania na dunia kwamba mafunzo kutoka Bodi ya Filamu hawajakosea sisi kutupana mafunzo.